Hello guys. Welcome back to our channel. Siku ya leo nimekuandalia video nzuri kabisa na video mahususi kabisa kwao wanaofanya biashara cryptocurrency kwa kutumia kifaa cha Royal Q. Video hii inahusiana na masuala ya API binding. API binding ni kipengele cha muhimu sana au ni process ya muhimu sana katika kifaa cha Royal Q kwa sababu ndio inasaidia kifaa hicho kufanya kazi. Nimewasaidia watu wengi kufanya kuhakikisha process hii inakamilika kwa uangalifu wa hali ya juu na leo hii naenda kudhihirisha prosesi makini, prosesi nzuri na rahisi, ambazo zitakuwezesha na kusaidia wewe kufanya prosesi hii ndani ya muda mfupi na kwa haraka zaidi. Unaotakiwa kufanya ili kukamilisha prosesi hii ya API binding, lazima uwe na verified account ya Binance, kwamba benki yako ya kwa Binance lazima iwe verified. Lakini cha pili, lazima uwe na na application ya Royal Q lazima kama huna application ya Royal Q basi wasiliana na mimi kupitia namba ambazo zipo chini ya description, ama direct namba ambazo zipo kwenye uh, description ya ya YouTube channel hii. Sasa moja kwa moja wewe unayetaka kufanya process za API binding utaingia kipengele hichi hapa, utaingia hapa kwenye API binding, utagusa hapo ikifunguka namna hii utaona kabisa Binance uh, a Royal Q imekuwa connected kwa, imekuwa imeingia ubia na benki tofauti tofauti benki zaidi ya nane, imeingia ubia na benki zaidi ya nane. Inadhihirisha ni namna gani Royal Q inaaminika inaaminika inaaminika na Binance, inaaminika na Huobi, inaaminika na Indodax Kraken, Bybit, OKX, inaaminika na mabenki makubwa, na ndio maana mabenki haya uh, yameipa chance Royal Q kuwa connected. Kwa yote anahitaji kutumia application ya Royal Q either unatumia benki ya Binance, Wobi, Indodax, Kraken basi una ruksa ya kufanya kitu kinaitwa API binding kwenye exchange husika. Mimi binafsi, mimi binafsi natumia exchange ya Binance. Hivyo nitafanya API binding ya exchange ya Binance. Na kwa sasa hivi ukiangalia hizo benki zote zina makufuli yanadhihirisha kwamba hazija connected. Mara tu baada ya connect basi utaona makufuli haya yamekuwa unlocked, basi moja kwa moja kwa sababu mimi natumia benki ya Binance, nitagusa hii Binance hivi. Nikigusa, itafunguka namna hii. Ikifunguka kuna maelekezo hapa, kwanza kuna hii IP address, cha pili kuna API key, cha tatu kuna secret key na hapo kuna verification code, mwisho kuna sehemu ya kuweka tick kwamba umeunderstand kila kitu ambacho umehitaji kufanya hapa. Cha pili, kuna hii sehemu ya kufanya binding. Mara tu baada ya kumaliza process hii sehemu itabadilika, atakuwa blue, basi utaweka tick na utakuwa umemaliza au umekamilisha proses zako za kufanya binding. Baada ya hapo, nitaminimize screen sasa. Nitaingia kwenye benki yangu ya Binance kwa sababu ndipo hizi API address secret keys zilipo, ili nikazi copy basi kopi. Basi nitaminimize screen, nitaingia kwenye benki yangu ya ya Binance. Tutasubiri Binance ifunguke namna hiyo na hakikisha upo sehemu ambao kuna stable network ili kusudi uweze kumalisha uweze kukamilisha zoezi hili kwa wakati na bila tabu yoyote. Benki yangu ya Binance kifunguka, mtaenda kipengele hichi hapa kwenye hii mistari mitatu hapa juu, ili kusimplify mambo, ama hii ni shortcut, ni kipengele ambacho tutaenda kukutana na API, ama kipengele cha API management. Baada kugusa hivyo patafunguka hivi na mta nikigusa hii sehemu ya ya more services ehe, nikigusa hii sehemu ya ya more services, services. Patafunguka kama hivyo. Baada hapo, nita scroll kwenda juu, nita scroll kwenda juu, nitavuta screen yangu kwenda juu ehe, nitakutana na neno API hili hapa, maeneo haya chini kabisa, kwenye upande wa others hapa chini nitakutana na neno API, basi nitaligusa nitagusa kipengele hicho, na kitafunguka kama hivi. Okay, baada ya kufunguka nitakuja, nitagusa hii sehemu ya create API. Ndio mwanzo kabisa, unaona nakwambia you have, your account has not yet created any API keys. Kwa nitagusa hapa kwenye create API key kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza, basi nitagusa hapo, kisha nitagusa kipengele cha system generated. Baada ya hapo nitagusa kwenye kipengele cha next nikamilisha hapo kuna sehemu ya create API kulebo aina API inayotaka kucreate basi kwa sababu na, natengeza API ya Royal Q basi nitaandika hapa Royal Q kwa herufi kubwa kisha baada ya hapo nitabonyeza hili neno next Mara tu baada ya kuandika neno Royal Q na kubonyeza next, watakuhitaji ufanye verification. Basi mimi nitaverify na paski zangu, wewe, kulingana na aina ya paski ulioweka, basi utahitajika ufanye verification, baada ya kufanya verification, baada ya kukamilisha verification baada ya kukamilisha verification basi, utaona kipengele hichi, utakwambia API key created. Basi utakuja hii sehemu API yako ya RQ itaonekana hivi. Basi utabonyeza kwenye huo mshale hapa chini ili funguke zaidi, utabonyeza hivi, utascroll kama hivyo. Sasa ukishafika kipengele hichi, kuna confusion huwa inatokea, na wengi huwa wanashindwa kuendelea kwa sababu ya tatizo ambalo linajitokeza hapa kwenye API key pamoja na secret key. Sasa Ukifika hapa anza kukopi kwanza secret key, eh, kwa sababu secret key mara nyingi huwa ina jiloki mapema kuliko API key. Kwa hiyo mwanzo kabisa anza kukopi secret key, utaibonyeza kwa nguvu, kisha utaikopi. Kwa hiyo mi nitaanza copy secret key eh, nitakopi hii secret key, kisha baada hapo nita minimize screen yangu, ntarudi kwenye application ya RQ nikirudi Royal Q nitaingia kwenye kipengele cha hapa, kwa sababu ni secret key, nitakuja nita paste hapa kwenye secret key, nitabonyeza nita hapo kwa nguvu, nitapaste kama hivyo. Baada ya hapo nitarudi kwenye benki yangu ya Binance. Nikirudi Binance nitakuta papo hivi, nitakuja nitachukua hii API key nitaikopi. E, tena hii API key hii hapa nitaikopi nitabonyeza hapa kwenye mshale wa kwenye mshale wa copy hapa, ni copy nitacopy, kisha baada hapo na minimize screen, narudi kwenye account yangu ya ya Royal Q, nitakuja maeneo haya hapa kwa sababu ile ni API key, nitaipaste hapa hivi nitaipaste, nitabonyeza kwa nguvu, nitaipaste hapo. Kisha baada hapo nitatoka hapa Royal Q kwa kukopi hizi IP address. Eh, hii ni IP address nita copy IP address, nitaenda nayo kule Binance. Baada ya kukopi, nita minimize screen, nita rudi zangu huko Binance. Kisha nikirudi huko Binance nitakuja nitabonyeza hichi kipengele hapa cha edit eh, nitabonyeza hapa kwenye edit, basi nitagusa kwenye edit. Kisha baada hapo pataandika neno save, nita scroll, nitafuta screen yangu kwenda juu Nitakuja hichi kipengele hapa nitagusa hapa kwenye restrict access to trusted IPs only, nitagusa hapa eh, pataweka tiki kama hivyo, alafu zile IP address ni hizo zikopi, nitakuja nitazipaste hapa hivi, nitakuja nitazipaste hapa hivi hapa nita paste, kisha hapa i confirm itakuwa njano, nitagusa nita kwa nita paste hapa zile IP address kisha nitagusa hapa kwenye kwenye confirm, nitagusa kwenye confirm, nitagusa kwenye confirm kwenye. Nikigusa confirm, basi hivi viboksi hapa hivi hivi viboksi hapa hivi vitafunguka na nitakuwa na uwezo wa kuweka tiki. Sasa hichi ndicho kipengele cha muhimu kabisa kwa sababu inafanya kazi kulingana na maelekezo yanayopewa. Hapa kuna kipengele cha enable reading, kimewekwa tiki ni automatic. Kuna kipengele cha enable spot and margin trading. Kuna vingine tunamruhusu afanye spot enable spot, spot and margin trading lakini pia afanye futures. Tuna mwenebo afanye management kwenye soko la futures na spot. Vitu vingine kufanya transfer na withdrawals hatumruhusu, lakini hii hi futures ni mpaka uwe na account ya futures kwenye benki yako ya ya Binance. kama huna account ya futures, hichi kipengele cha futures hutokiona hivyo mara tu baada ya ku create API nitakuonesha namna gani unaweza ku create account yako ya futures. Tumalizane kwanza na hii process ya ya ku create API ya Royal Q kwa muda huu, kisha nitakuonesha namna ya ku create account ya futures. Lakini kama tayari una account ya futures kama mimi, hichi kipengele hapo utakiona. Lakini usipokiona kipengele cha futures, basi tutafanya process ambayo nitakuonesha mwishoni mwa video hii. Hivyo nitaweka tick hapo kwenye enable spot and margin trading na hapo kwenye futures trading. Nitagusa tiki taka na hapa tiki taka. Baada ya hapo, nitascroll screen kushuka chini, nitakuja nitabonyeza hichi kipengee cha save, kwamba tayari imekamilisha uh, API process. Nitabonyeza hapo kwenye save, pata patakuwa hivyo bonyeza save, watakuhitaji ufanye verification. Basi na mimi nitafanya verification kwa kutumia paski zangu ambapo ni fingerprint, nitamaliza namna hiyo. Wataniambia edit api success, kama unavyoona hapo juu kuna maneno hapo. Basi baada hapo ninakuwa tayari nimekamilisha, narudi zangu kwenye application yangu ya Royal Q. Nikirudi huko Royal Q nitabonyeza hii sehemu ya ya sendi code nitatuma kodi kwenye email yangu. Mhm, nitabonyeza send code, wataniambia verification code sent successful. Basi nitaenda kwenye email yangu, nitaingia kwenye email yangu kwa ajili ya kuchukua hiyo code, kodi ambayo imetumwa. basi nitasubiri kodi itumwe eh? Ta subili kodi tumwe, nitasubilia kodi tumwe. Basi, kodi yangu ni hii hapa tayari imetumwa, nitabonyeza hapo nitai copy. Nitai copy kisha nitarudi kwenye application yangu ya RQ. Nikirudi hapa nitakuja nita paste hapa, nita paste hapa kisha nitabonyeza hili neno la, nitaweka tiki hapa kisha nitabonyeza kwenye bind. Baada ya kubonyeza kwenye bind, basi utaona kipengele hicho anakuambia exchange api bind successful, kwa hiyo umeona kabisa kwamba Binance haina kufuli, isipokuwa kufuli ilipo kwenye Huobi Indodax, Kraken na ma exchange mengine, ila Binance ambayo tayari umekuwa imekuwa connected haina kufuli. Hivyo hii ni kidhihirisho cha kwamba tayari umekamilisha prosesi yako ya API binding upande wa Royal Q. Hivyo unaweza ukaendelea na prosesi zingine kama unavyoona, lakini pia ukihitaji unaweza kufanya binding na akaunti zote hizi kama wanavyokuambia hapa hivi, connecting to more than one exchange is also an option. Sasa kabla ya kumaliza, turudi pale nikakuonesha namna ya kucreate akaunti yako ya futures ikiwa bado hujacreate account ya futures, tarudi kwenye application yangu ya Binance. Baada ya kurudi hapo kwenye account yangu ya Binance, uta unatakiwa uingie kipengele hichi hapa cha kwenye account yako ya ya assets. Unaingia hapa kwenye assets, utagusa kwenye assets, kisha utaingia hapa kwenye utaingia hapa kwenye futures, hapa kwenye futures wallet yako ya futures. No, sorry. Eh, ni rudi home basi, utaingia hapa kwenye kwenye wallet ya futures. Nitagusa hapa kwenye futures itafunguka kama hivi sasa. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa au huna account ya futures, kuna ujumbe utauona hapa nakwambia, unapewa offer ya unapewa ofa ya dola ishirini kufanya trading na ikiwa utafanya trade na itawin basi hiyo faida itakuwa ni ya kwako. Kwa hiyo kama kabla hujafungua akaunti yako ya kwa kwa kwa kwa kwa. Kwa kwa kwa Binance utaona kipengele hichi hapa, kuna kuna hiyo ujumbe, kuna hiyo taarifa ya wewe kutumia dola ishirini kufanya trading. Sasa baada ya kutumia hiyo trade, baada ya kutumia dola ishirini utakuja utagusa hapa utagusa hapa hivi kwenye vidoti vitatu hapa Nitagusa patafunguka kama hivi, kisha nitakuja nitagusa hapa hivi nitagusa hapa kwenye preferences preferences, kisha patafunguka kama hivi. Sehemu za kuangalia ni hapa kwenye position mode, hapa kwenye asset mode na hapa kwenye unit preference. Ni sehemu tatu tu, ili kuhakikisha account yako ya features inakuwa valid ama kufungua account yako ya features, unaangalia sehemu hizi, sehemu tatu. Kwa upande wa position upande wa position mode ambao ndo hii hapa, lazima iwe kwenye hedge mode, lazima iwe kwenye hedge mode. Ukiangalia kuna kuna one way mode na hedge mode, lazima iwe kwenye hedge mode. Lakini pia ukija upande wa position upande wa asset mode, ukija kwenye upande wa asset mode, lazima iwe kwenye mm, single asset mode, sio multi asset mode, lazima iwe kwenye single asset mode lakini pia ukija kwenye upande wa, wa unit preferences lazima iwe kwenye USDT kwa sababu unatumia USDT, lazima iwe kwenye USDT. Baada ya hapo utakuwa tayari umekamilisha process zako zote na umeuweka account yako ya futures iwe valid na iwe functionable. Kwa hiyo utaanza kutumia account yako ya futures kama hivi unavyoona, itakuwa hivi, ina vipengele tofauti tofauti kama hivi kitaji kujua mengi na kufahamu zaidi kuhusiana uh, na future trading, basi usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hizi kwa watu wengi, ili kusudi tupate reaction za kutosha na tupate moyo wa kuendelea kuleta update tofauti tofauti kuhusiana na teknolojia hii ya crypto currencies. Ni mimi kiongozi wako, naitwa Mr. Jobson, wasiliana na mimi kwa nambari za simu 0 nambari za simu 0622 sita ishirini na mbili 0 nne kumi na tatu themanini na tatu. Kwa msaada zaidi kuhusiana na masuala mazima crypto currency trading. Goodbye.